Bado utatushika mpaka tufike mahali pale salama na tutamaliza salama. Thank you.

Haya, mwingine tumwachie Mungu. Lakini kwa nini tunaumia sana Naomi kuondoka? Tunaumia kwa sababu kubwa mbili: nyota ya Naomi imezimwa wakati bado tulikuwa tunahitaji, na sababu ya pili, tunaamini Naomi hakustahili kuondoka kwa namna ambayo umesha ki aliamua iwe historia ya tukio nimeielezea kwa kirefu sana jana. Leo ni kusema machache ambayo sikuyazungumza jana. Ili tukio la mauaji ya Naomi lilitokea elfu mbili na kumi na tisa, kutokana na kuwapo jinai nyuma yake, tulizuiliwa kutangaza msiba na kumzika Naomi ili kupisha uchunguzi wa kipolisi na kusubiri kesi iishe. Tunamshukuru Mungu, mnamo tarehe 26 mwezi wa pili, mahakama kuu ilihitimisha kesi ya Naomi na kumtia hatiani mume wake kuhusika na mauaji ya Naomi. Tumesubiri kwa takribani miaka mitano na miezi kumi tukilia Naomi pasipo kumzika. kwa lugha ya babu yake aliyepokea aliyempokea Naomi hapa kijijini, amesema yumkini elfu mbili na kumi na tisa haikuwa wakati sahihi wakati sahihi wa kumpumzisha Naomi ni mwaka huu. Kwa kila mtaa unapokatiza, unakuta kuna picha ya Naomi na tangazo inayomwelezea amepotea na sasa ana- anatafuta mtu akimwona, kuna donge nono ambalo litatolewa. Ni kama vitu fulani hivi tu vinapita, binti huyu Naomi alikuwa muumini wangu mimi. Jana Dar es Salaam niliwaelezea mwanamke huyu Naomi Orest Marijani ni mwanamke wa kwanza kanisa langu ambalo naliongoza pale Gezaulole kuninunulia viti vya plastiki kwa ajili ya watu waumini kukalia. Ni jambo dogo hilo. Ishukuru pia polisi waliojitahidi kufanya utafiti mpaka akaonyesha mahali alipoweka mabaki ya Naomi huko Ruangwa, kwenye shamba lake la migomba Mkuranga, ambao ni mkoa wa Pwani.